Vita vya Israel na Iran vimeendelea asubuhi ya leo wakati huu wito ukitolewa kutoka kila kona ya dunia kutaka kupatikana kwa mwafaka. Maafisa wa Israel wameonya kuwa nchi hiyo itakabiliwa na siku ngumu huku wakifanya mashambulio yasiyo na kifani dhidi ya Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameendelea kutetea uamuzi wake eh, wa kuvamia Iran. We imminent... tulikuwa tunakabiliwa na tishio kubwa. Kwanza, hatua ya Iran kuharakisha urutubishaji wa uranium kutengeneza silaha za kiatomiki, lengo lilikuwa kutumaliza. Pili, haraka kuongeza makombora ya masafa marefu, ili kwamba kila mwaka wawe na silaha mpya elfu tatu mia sita kwa miaka mitatu. Tani elfu kumi za silaha za kiatomiki zikirushwa kwa miji yetu, hakuna nchi inaweza kustahimili hili, hasa nchi ndogo kama Israel. Ilibidi tuchukue hatua wakati walala salama, kujilinda na kulinda ulimwengu. Hatuwezi kuvumilia kuona utawala ulio hatari ukiwa na silaha hatari kama hizo. Ni sauti yake Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli.